Na, mpaka sasa ukiangalia hata kwenye search ya Google haraka haraka inatuambia kwamba kumekuwa na mapapa 266 kufikia mwaka 2024 au 25, uh, ukiongeza na papa aliondoka sasa hivi, Papa Francis wamekuwa ni 266. Naam, naam. Na, swala hili la mapapa feki naam, uh, ni swala ambalo lipo katika kanisa la Katoliki na wanasema kuna baadhi ya mapapa ambao walitangaza upapa wao wakawa uh, ni mapapa feki yani, kulikuwa na kipindi ambapo kulikuwa na migogoro katika kanisa la Katoliki ambapo walikuwa hawajakubaliana kuwa uh, ni nani atachaguliwa kuwa ni papa. Basi kukawa kuna kuchaguliwa papa huku na papa kule. Papa ambaye anajulikana zaidi eh, ambaye anaitwa papa feki ni papa, yani papa Alexander watano yani Alexander the fifth ambayo jina lake pia ni Peter of Candia, yani Petero aliyetoka Candia. Uh, papa huyo watano kuchaguliwa kwake, uh, papa huyo Alexander watano kuchaguliwa kwake kulikuwa hivi, yani makatoliki uh, kipindi kile walikuwa wamegawanyika, kulikuwa na papa ambaye alikuwa ni uh, yuko Avignon au Ufaransa na papa aliyekuwa ya Italia, yani kanisa lili Uh, gawanyika vikundi viwili, kwa kuna mapapa wawili basi. Ikawa wamekutana uh, uh, uh, uh, wale makadinali wakakubaliana ya kwamba sisi tutakachokifanya ni hiki uh, tuchague papa mwingine na hawa wawili tuwaondoshe. Basi walikutana katika uh, mkutano ambao waliuta the Council of Pisa, mwaka elfu moja mia nne na tisa nao na wakamchagua Papa Alexander watano lakini uh, kilichokuwa ni kwamba hawakuweza kutatua mgogoro bali walifanya mgogoro, mgogoro mkubwa zaidi. Maanake wale wawili ambaye ni papa Gregory Benedict wa, wa kumi na tatu wote walikataa kuachia ngazi. Sasa uh, katika kule kutatua mzozo wakazidisha mzozo, wakawa na mapapa watatu. Walikuwa na wawili wakatafuta solution ya kwamba sisi solution ni kwamba tuwatoe hawa wawili tuweke mmoja, lakini solution ikabuma, wakawa sasa wana mapapa watatu <laughs> amesha wameshafariki na nini watu wamekwenda katika nini basilika ya Mtume Petro na wamekwenda wakauona mwili basi, wanakutana makadinali ambao wametoka ulimwengu mzima ili kumchagua papa. Katika zama hizi inasemekana waleo ambao wana uwezo wa kumchagua papa ni makadinali mia na themanini ambao wako chini ya umri wa miaka 80 Manake papa, papa anachaguliwa na wale walioko chini wa mwi, indio, umri huu ikiwa ni kadinali ndio, lakini umepitisha umri wa miaka themanini, hauko katika, uh, kuwachagua papa basi, hauko hautakuwepo katika jopo la kumchagua papa. Hana, ama hata ukuhudhurie, unakuwa wewe hauna, hauna kura. ni kwa nini wanajifungia ni kwa nini wanajifungia makadinali wakienda? Uh, lazima aje mtu afunge kabisa ku kule ndani na sisi Uh, tutarajie mweshimu ama mweshimu weusi i wanasema wao wenyewe, ilikuwa ni kwa sababu waliona, uh, matatizo ambayo yalikuwa yakifanyika kipindi kile sana, ambayo ilipelekea kuwa na mapapa na upapa upande kule, ni, ni kwamba ushawishi wa wanasiasa na baadhi ya watu wengine wenye ushawishi uh, ndipo utakapoona baada ya papa Beit uh, ambaye alijiuzulu uh, kulikuwa na baadhi ya makadinali wa kutoka Marekani au kutoka north America waliokuwa wakiitisha press conference kujadili ya kwamba sisi tunafanya nini. Kanisa Katoliki pale pale ikawambia kwamba hamna ruhusa ya kujadili ni nini kinachoendelea kule, mpaka sisi tufanyeje, tutoe ruhusa. Kwa hivyo kule kujifungia ni kwamba mapapa wenyewe eh, kule kujifungia kwa makadinali ni kwamba ni sheria hii, ili kuzuia ushawishi wowote kutoka nje, wale makadinali wachague bila kuwa na ushawishi wa kisiasa ama maana ya moshi mweupe na moshi mweusi ni kwamba, uh, kila inapotoka moshi mweusi huwa inaashiria kwamba kura zimepigwa, lakini hatujafikia, uh, natija ya kumchagua papa ni nani. Maanake papa anachaguliwa kwa kupata kura, kura uh, theluthi mbili ya kura ambazo zitakazopigwa, asipofikisha au kila raundi itakapokuwa haijafika basi yalema, uh, yalema karatasi ya kura hukusanywa kisha yakachomwa, na yakachanganywa na kemikali ambayo huwa inatoa moshi mweusi. Lakini ikiwa uh, atapatikana papa basi, huwa ni uh, moshi mweupe ama swala hili la kwamba kuna siri ipi ambayo uh, imekuja katika nini ya upapa. Na kuna siri nyingi na kuna visa vingi ambavyo hatuwezi kueleza katika vikao hivi, lakini ikiwa uh, mpenzi mtazamaji unapenda na tujadili ya kwamba ni ngano vipi, conspiracy theories ambazo zimezunguka kanisa Katoliki na upapa kwa ujumla, tuandikie hapo kwenye comment, tutaweza kukueleza. Lakini hii ni mashuhuri sana, ya kuwa na papa wa kike unasema kanisa Katoliki lilificha sana swala hili la kuwa kumewahi kuona papa wa kike, lakini ukiangalia vitabu vingi vimeandikwa zama zile, kumeandikwa kwamba kulikuwa na papa wa kike akijulikana kama papa Joan na nafikiri ni mwaka wa mia nane na arobaini na tisa. Lakini ikiwa utapenda tujadili kwa undani vitu hivi tuandikie, uh, na usikose kusubscribe na kufollow.